Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Chalamila, akiwa katika ziara yake kwenye kituo cha mwendo kasi Kimara, ameomba radhi wananchi wanaotumia mabasi hayo, huku akisisitiza kuwa kuna serikali ambayo ina nia mbaya ya kuwadhulumu wananchi wake wake, kwamba Watanzania wa wa Dar es Salaam waendelee kuvumilia kidogo. Tumeona baadhi ya klipu wanasema hatuitaki CCM, hatutaki mama. Mimi naomba niwaeleze ukweli kwamba hizi ni hasira za muda mfupi na mara serikali itakapokuwa imeingiza mabasi haya naamini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 na mnachokiona leo ni kwa sababu demand ni kubwa ya mabasi hayo, ndio maana wanasukumana mlangoni. Ingekuwa sio kitu kizuri, wala usingemuona mtu anaingia kwenye hayo mabasi. Kwa hiyo ni kwa sababu ni huduma nzuri, ndio maana kila moja anayapenda mabasi hayo. Kwa hiyo hakuna namna, serikali lazima kwa namna yoyote isimamie jambo hilo. Na katika hili namshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amekesha usiku na mchana kuendesha vikao vya namna ya kuweza kutatua jambo hili kwa njia ya kudumu na mara mabasi yote itakapokuwa amefika, nina imani Mheshimiwa Waziri Mkuu atatuelekeza zaidi kwamba sasa ni hatua gani itakayofuata, ama kwa mamlaka zingine za juu kuweza hata kuja kuwaeleza tena Watanzania na pengine kuwaambia Watanzania wasiwe na wasiwasi tena kuhusiana na huduma hii ya mabasi yaendayo kwa kasi.